Ya JKT. Najua haitakuwa mechi rahisi hakuna, hakuna mechi rahisi kati ya Simba na JKT. Ha, JKT ni timu ambayo huwa inatupa game ngumu sana hasa tunapokutana nao na tunapokuwa katika uwanja wao wa nyumbani huwa mechi ni ngumu sana, lakini tumejipanga pamoja na ugumu wao, ubora wao wa kikosi na uzuri wao, tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu ni mechi muhimu kwetu sisi kuhakikisha tunapata alama tatu, japo kwa zitakuwa sio rahisi, lakini inshallah kwa uwezo wa Allah tutaondoka na alama tatu kwenye mchezo wa kesho. Nilivyokuambia awali, JKT sio sio sio timu rahisi, ni timu ngumu, ina wachezaji wengi wazoefu na kufikiri ni miongoni mwa timu ngumu kwenye ligi siku zote, na kama nilivyokuambia awali, JKT ni watu ambao wanatupa game ngumu sana tunapokutana nao. Kwa hiyo, nafikiri ni mechi nyingine ambayo tunakutana nao kesho, lengo letu sisi ni kuweza kupata magoli zaidi ya moja kama wanavyosema. Kwa hiyo, mimi nafikiri Inshallah kwa uwezo wa Allah kesho tutapata matokeo mazuri na magoli mazuri kabisa kwenye mchezo huo. Kwa ya lengo ni kupata matokeo na kuhakikisha tunafunga na tusifunga kwa hiyo tutaingia kwa tahadhari kubwa sana kuhakikisha tupate magoli lakini tusiweze kuruhusu magoli, kwa hiyo utaingia kwa tahadhari na kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Sawa, swali la tatu na la mwisho, a kwa mwalimu ya mi nafikiri kiufundi, kwa sababu tayari ligi imekwisha anza na ilisimama ghafla tu baada ya mechi za mwisho jue. Kwa hiyo athari ambayo tutakuwa tumepata sisi ni athari ambayo imemkuta mtu yoyote. Kwa hiyo mi nafikiri haitaathiri sana kiufundi wala kitu chochote. Mi nafikiri tuko tayari na tuko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. <coughs> ya Simba tutamkosa golkipa Camara, lakini wachezaji wote, na ndicho kitu ambacho kina kinatupa jeuri na kinatupa matumaini makubwa sana kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Kizuri kwetu sisi wachezaji wetu wote wako vizuri kabisa, na wote wako kambini, na kila mmoja yuko tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Sisi kama wachezaji, kwanza, tumejiandaa umejianda vizuri, tumesikiliza tumesikiliza ma... maelekezo ya mwalimu, kitu ambacho atataka kwenye mchezo wa kesho. Tunajua mechi haitakuwa rahisi, JKT ni timu nzuri, lakini tutahakisha tunapambana ili tupate matokeo ya pointi tatu. Sawa, maswali matatu kwa mchezaji <tipa> Uh, kikubwa kama nilivyosema, cha kwanza lazima tufuate maelekezo ya mwalimu. Cha pili na furaha kwenda kucheza katika ardhi yangu ambayo nilicheza kabla, lakini yote yayote ni kuipambania timu yangu ya Simba, kesho tupate pointi tatu. Kwa hiyo tutafuata maelekezo ya mwalimu ili turahisishie kazi kesho. Swali la pili, kubwa ni kupambana na kujituma kesho, kama nikipata nafasi napambana, na kisha timu yangu hairuhusu goli na tupate clean sheet kwa pamoja kama timu na idara yetu ya ulinzi. Sawa. Kuna swali la nyongeza kwa mchezaji? Ama tumruhusu? Okay. Pressure sioni kama kuna pressure kubwa, kikubwa tu ni kupambana tu, maana sasa hivi nipo Simba kwao, nitakuwa nipambanie Simba.